Na mtazamaji, mwanzo wa safari mpya huandikwa na ujasiri na kuchukua hatua. Tusikie kwa makini, tuelewe kwa busara. Ikiwa ni Ijumaa tarehe 16 mwezi Januari mwaka 2026. Hii ni taswira ya wiki. Ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo hujambo na karibu. Mimi naitwa Joseph Lewa. Kumbuka, unaweza kufuatilia habari hizi moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na Twitter at Alshifa Media Kenya. Tukianza, ni kwamba wakazi wa mji wa kale maarufu kama Old Town waliweza kujitokeza kuweka paruanja namna wanavyokodolea macho hatari ya mkurupuko wa kipindupindu kwa kinywa kipana wakiwa na hamaki, ikiwa ni kufuatia kile walichokitaja kwamba ni kuzembea kwa baadhi ya viongozi majukumu yao, mifumo ya maji taka iliyojaa kinyesi na kufurika kwa muda sasa ikiachwa bila ya kushughulikiwa licha ya kuwafahamisha wahusika. Wakazi hao waliongozwa na baadhi ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia pamoja na wale wa kutetea haki za binadamu. Huyu hapa Jonathan Mwanzia alikuandalia taarifa ifuatayo. Wakazi wa Old Town Kibokoni hapa Mombasa wanakodolea hali mbaya ya mkurupuko wa kipindupindu na aina nyingine ya maradhi ya tumbo pamoja na kuharisha baada ya kufeli kwa mfumo wa kuondoa maji taka. na sisi pamoja na wenzangu tunasikitika sana na hali kama hii iliyoko Old Town. Old Town sasa hivi inasikitisha sana. Old Town ilikuwa ni kivutio kwa watu wengi, haswa kwa wageni, watalii walikuwa wote wanapenda kuja Old Town, lakini ukiangalia hali iliyoko sasa hivi Old Town, kila kona, kila kona, kila pembe ya njia ni mifuriko ya maji ya choo minu, minuko. Watoto hawawezi kwenda skuli, watalii pia hawawezi kutembea. Imekuwa hali imekuwa mbaya Old Town sasa hivi imekuwa kama moroto kuna nuka kila pahali, magonjwa ya vipindupindu. Kwa hivyo sisi kama wananchi wa Old Town, wakazi wa Old Town tunasikitika sana na jambo hili tuna... Wakazi hao waliojawa na hamaki wakiongozwa na wanaharakati wa mashirika ya kiraia na kutetea haki za kibinadamu wametamaushwa na kutojali kwa mwakilishi wadi wa sehemu hiyo kwa kipindi cha wiki tatu sasa, licha ya kupewa ripoti kuhusu hali mbaya ya kupitisha na kuondoa majitaka sehemu hiyo, wakitaja ada wanayolipa ya shilingi mia tano kuhakikisha mifumo hiyo iko vizuri ni ya juu mno na inahitaji kuondolewa. Hakika haya mambo ni yametuudhi sana sisi, wacha kusikitika, lakini yametuudhi sana. Hii hali tuliofika, Mombasa yetu inaonekana wazi, sababu zote ni viongozi tulio nao, wamezembea. wamezembea Kiswahili kabisa so we demand, ikiwanyia mwezi kufanya kazi you hamufai lolote, msahau msahau mambo hayo kabisa. Mifumo hiyo iliyofeli ambayo ipo katika makazi ya shule imepelekea kuripotiwa kwa visa vya watoto, kwa harisha, biashara kufungwa, ikitajwa picha mbaya, vilevile kwa watalii wanaozuru. Maji haya yameweza kupita katika majumba ambayo yanaishi wanawake, watu wazima, vikongwe, watoto wadogo, watoto wa shule ambao hawawezi kupita maeneo haya bila kuweza kuyakanyaga maji haya ya choo yamekuwa yakiingia mpaka ndani ya majumba ambapo kuna watoto wadogo, wameweza kupata maradhi mbalimbali. Hivi vilio vimekuwa vikipitia viongozi, tukianzia na MCA wa Old Town. Wakati ni huu ambao uwe, uwepo wenu unafaa uweze kuleta natija katika maeneo bunge ambao mnawakilisha, lakini kufikia hivi sasa hakuna jambo ambalo limeweza kusaidika kwa wakazi wa Old Town. Kumekuwa na vilio vingi kutokana na watu wa Old Town, si maji si taka si maji machafu na hivi sasa ni sewage, na kila tunapoishi tunazidi kuongezewa taxes including mia tano ambayo imekuwa ikitaka kuchajiwa ya takataka. So if tunaishi katika a very unhealthy environment, ambao it's our constitutional right kukaa katika a very clean environment na leo hii hatuwezi kuishi where are we heading to? Aidha ameomba ofisi ya gavana Abdulswamad, kuingilia kati huku akitoa makataa ya siku saba kurekebisha hali, la sivyo wazoe na kubeba majitaka hayo yaliyojaa kinyesi kwa ofisi za wahusika, na tuna wabisi wale ma MCA including the MCA wa Old Town Anza Fresh Abdurahman uh, uh, tunakuambia umelalia kazi yako. This is a governor ambaye alikuwa kwa nafaa ende nyumbani zamani sana. This is a governor ambaye hajali maslahi ya wananchi wake penye tumesimama hapa ambapo kuna hii sewage, we are just 500 meters kutoka kwa ofisi ya governor pale 500 meters, he seated there surrounded na AC furnitures all funded by the courtesy ya taxes paid by the residents of Mombasa. Tunasema enough is enough, na sisi tumechoka, na tunawapatia makataa ya siku saba kufanya vitu viwili, number one wasuluhishe hili tatizo la uh, mismanaged uh, sewer system. Number two, waondoe ile mia tano ya ushuru ambao wameweka kwenye maji. La sivyo, tuta mobilize, tutateka haya maji kwenye magereni, tutachukua taka tuende tumpelekee kwenye ofisi yake, because we cannot suffer at our door steps wakati yeye yuko kwenye ofisi anaenjoy maisha mazuri courtesy of our taxes. Tumesikitika sana kena kwamba Atuelewi kuendelea nini county. The buck stops with you. Wewe kama governor, umefail, umefail. You are incompetent. Hapa ni mji city, second city Kenya, Mombasa. Angalia mashonde haya, angalia mambo gani haya! Wewe na watu wako na kabineti yako fake umefail, na ushuru uko juu. Hapa kuna kila aina ya dhiki, angalia siweje namna hii. Sasa aibu gani hiyo tuletea Dunia nzima, Old Town, Old Town is known. Na ijulikana kwa mama Mashonde because of your leadership, umefail. Na sisi kama watetezi wake za kibinadamu hatukubaliana na masuala hayo, tutafanya njia zote za kisheria, tutamobilize community ya Old Town, tutakabidhi, tutakufuata njia zote kwa hiyo ofisi. Jonathan Mwanzia nikiripotia Alshifa TV kutoka Mombasa Old Town Kibokoni. Na kwingineko ni kwamba vijana wa genge linalojiita Panga Boys kutoka eneo la Diani kaunti ya Kwale walijisalimisha kwenye kituo cha polisi cha Msambweni baada ya kuangaisha wakazi wa eneo hilo kwa muda mrefu. Vijana hao walikiri mbele ya umma kubadilisha tabia za kihuni na kufuata mwenendo mzuri. Walitumia fursa hiyo kuomba wakazi msamaha kwa kuangaisha. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Msambweni Robinson Lang'at aliowakishia wakazi usalama kwa kuendeleza operesheni ili magenge zaidi ya uhalifu yaweze kujisalimisha. Urupaka kwa, kwa sahihi nasalimika, na naomba wale wote ndio wakwaza ama ndio wakosea ndio fanywa uhalifu wote, pia naomba anisamee kwa moyo mmoja, na pia mtu labda kama anishuku kwa sahii, yani naongea hapa kwenye vyombo vya habari yani na viongozi hapa hapo, nimeamua kujuzulu kwa moyo wangu mmoja, sio katika wale toroadei sijui wala naitwa ya ani mapanga ale wasahii simu. Nimeamua nibadilike kwa sababu nimeona nafaa, niona maisha mbeleni na nijenge maisha yangu kama mtu anayetegemewa katika jamii. Na ningependa kuambia vijana wenzangu huku tulikokuja ni salama, na ukijisalimisha hausumbuliwi na yoyote, naunachwauru endelee na maisha yako. Hii uh, namba ukiona, uh, wanaendelea kuongezeka, uh, wale wanajisalimisha ni ile pressure tunawawekea maafisa wangu, tunaweza pressure, ndio wanaanza kuona uhalifu ni mbaya, na vile uh, na, wamejisalimisha namna hii, ina maana sasa, uh, Diani yetu itakuwa salama. Na yeyote ambaye bado anajihusisha na na, uhalifu, eh, very soon. Uh, tutakukamata. Na mtazamaji, tuangalie sekta ya elimu ambapo huku shule zikiendelea kusherehekea matokeo ya kitaifa ya kidato cha nne ya mwaka uliopita, KCSE yaliyotangazwa wiki iliyopita siku ya Ijumaa ya tarehe 9 mwezi wa Januari. Hali ni kinyume katika baadhi ya shule za kaunti ya Kilifi baada ya wakazi wa maeneo mbalimbali kuelezea kughadhabishwa na matokeo duni. ilipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo la Chumani ambao ni wadi ya Matangoni eneo bunge la Kilifi Kaskazini. Aaron Chea na Tumaini Thomas Jefwa walielezea masikitiko yao kuhusiana na matokeo duni, wakitaja kwamba matumizi ya mihadarati na disco matanga ni chanzo cha wanafunzi kuanguka mitihani ya kitaifa, wakiongeza kwamba iwapo jamii itashirikiana na walimu na kujua masaibu ya wanafunzi itakuwa njia rahisi ya wanafunzi kupata matokeo bora kwenye mitihani yao ya kitaifa. Niseme hivi, matokeo ya mtihani wa mwaka uliopita hayakuwa mazuri ya shule ile ya Chumani, yamenivunja moyo sana uh, na si mimi peke yangu. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali kuhusu matokeo yale, kwa nini yako chini sana? Yamezorota ukilinganisha na miaka ya nyuma, ya mwaka uliopita yalikuwa uh, hayafurahishi. Kwanza uh, wazazi wenyewe wamekuwa hawana uh, sijui niseme ni, ni ule moto wa kuasukuma watoto wao kielimu. Hivyo basi kuhakikisha kwamba watoto wanalipiwa karo na wanafanyiwa supervision, wanasukumwa ili waweze kuwa na matokeo yanayoridhisha. Pia jamii yenyewe nafikiri, kule kwetu kuna shida, hatuthamini elimu siku hizi sana, ukilinganisha na siku za zamani. Hivyo basi inaonyesha kwamba tunalegea katika masuala ya elimu. Tunaona mambo mengi yakienda kombo na hatu hatuinui kidole, tunanyamaza hivyo hivyo. Vile vile shule zenyewe pia zina, a, zina matatizo. Tunapata kwamba walimu hawana motisha, t, walimu t, na viongozi wa, wa shule wameachwa wakiwa peke yao wakisukuma gurudumu peke yao, yao. Inafaa hii sisi tuje pamoja kama washikadau tuweze kusukuma pamoja a, shule ili matokeo yaweze kuwa ya bora zaidi. Uh, najua pia kumekuwa na uh, mambo ya nidhamu yamezorota sana, haswa tukiangalia mambo ya utumizi wa madawa ya kulevya kama vile bangi, mogoka, uh, pombe ya mnazi na pombe zingine na mambo mengine uh, yametoa hamu watoto ya, ya ile ya kwenda shule na kuweza kupata matokeo ya juu yatakayowezesha kupata kazi kubwa ama kuenda katika ngazi za juu za kielimu na mwisho, niseme pia mambo ya diskomatanga pia yanachangia starehe nyingi. Uh, zimekidhi kule na zimeharibu sana mambo haya ya elimu, diskomatanga na, na, na, na, ni mogoka eh. Tukianza kuanze kuongelea story na diskomatanga mwanzo, mimi kiukweli, diskomatanga imekuwa changamoto kwa jamii. Mimi kama mkazi wa ma imeleta changamoto kubwa kwa wanafunzi na pia kwa wanafunzi hadi kwa wazazi, lakini mimi nikawa nime, nilichunguza nikaona shida tuko nayo sisi wazazi, si wanafunzi ama si vijana. Shida iko kwa wazazi kwa sababu mzazi, uta utakaa uta, uta vipi na, na, na mtoto wako kwa nyumba halafu atoke bila ya kujua hilo ni kitu yenye awezekani. So kumaanisha mtoto akitoka kwa nyumba atembee hadi disko matanga, ni kumaanisha mzazi wewe mwenyewe pia unapenda mtoto wako atoke, kwa sababu mtoto akimwambia hakuna hapa, hakuna mtu kutoka kwenda disko matanga, atatoka ende wapi? so disco matanga ni sisi wazazi tunachangia, si watoto. Wazazi ndo wamekuwa kipaumbele kuchangia disco matanga. Tusilomu watoto, kwa sababu mimi hata nikiambia mtoto wangu hakuna kutoka, haizi toka. Ni mtu anasikiza haizi toka. Lakini sasa wewe utaachaje? Utaacha vipi mtoto wako atoke apige step moja mbili hadi disco matanga, aende akeshe, tena bado arudi kwa nyumba, wewe mzazi uko wapi? Tuelekee katika kaunti ya Kwale ambapo naibu gavana wa kaunti ya Kwale Chirema Kombo alitibua mkutano uliokuwa umeandaliwa kujadili swala la uchimbaji wa madini ya Mrima katika eneo la Lungalunga. Mkutano huo uliwakutanisha maafisa wa wizara ya madini, wabunge, wawakilishi wa wadi, pamoja na maafisa wakuu wa serikali ya kaunti ya Kwale. Naibu gavana aliondoka kwa hasira kifuatwa na wakilishi wa wadi wa Pongwe Kikoneni, Omar Mwaduga na Wavanga Yusuf Mbwana wakidai kwamba walishurutishwa kukubali uchimbaji wa madini bila wananchi wa eneo hilo kushirikishwa. Hanifa Yusuf alikusomea taarifa hiyo. Naibu gavana wa kaunti ya Kwale Chirema Kombo alitibua mkutano uliokuwa umewaleta pamoja wizara ya madini nchini wabunge wakilishi wadi na maafisa wakuu wa serikali ya kaunti ya Kwale kujadili swala la uchimbaji wa madini ya Mrima huko Lungalunga. Naibu gavana aliondoka kwa asira katika mkutano huo, wakiandamana na wawakilishi wadi wa pongwe Kikoneni, omar Mwaduga, na Wavanga, Yusufu Mbwana, ulioandaliwa na waziri wa madini Hasan Alijoho, kutokana na kile wanachodai wanashurutishwa kukubali kuchimbwa kwa madini ya Mrima bila ya wananchi wa eneo hilo kuhusishwa. Uh, waziri amenyanyuka na kuanza kusema eh, eh, wewe usiongee hivyo eh, na kuanza kutoa vitisho, ambavyo sasa mimi nikaona kwamba kumbe hawa watu wana njama yao. Sasa kama kiongozi anazungumza, na unamtishia, unamwambia, wewe unamwambia nini? Sasa hiyo si mazungumzo. Hapa hatuko katika uh, serikali ya ukoloni, tuko katika serikali ya kidemokrasia na niliona nichukue hiyo nafasi nimwambie wazi waziri kwamba kama haya mazungumzo naona si muhimu, hitaji kusikia ya wale viongozi wa chini wanahitaji nini, basi afadhali waendelee na mkutano wako, kwa sababu si mkutano wetu, kwa sababu sisi tuna kipande chetu kama serikali gatuzi ya kuzungumza ili kunyosha huu mwelekeo wa mambo ya Mrimo. Akizungumza na wanahabari nje ya ukumbi wa GTI, naibu gavana wa kaunti ya Kwale Chirema Kombo amemtaka waziri Joho kuheshimu viongozi wa kaunti ya Kwale na ache kuwadhalilisha kwa kutoa ruhusu kutoa maoni yao katika swala hilo la uchimbaji wa madini ya Mrima, na vile ameanza ameanza tayari kwenda kuita wazee wa kaya watu wa Forest Association wa kuzungumza nao, kama kwamba hapa hakuna serikali ya county government. basi lakini sisi tuliapa gavana na mimi tuliapa uh, kulinda mali na wananchi wa kwani tarehe 25 mwezi wa nane mwaka ishirini mbili na katika kiapo hicho ndicho hiyo kazi tunaendelea kuhakikisha kwamba kauli ambayo tunasikiza ni kauli ya mwananchi. Kwa upande wao wawakilishi wadi wa Pongwe Kikoneni Omar Mwaduga na Wavanga Yusuf Mbwana wakishikilia kuwa hawatakubali kamwe mkwale adhulumike na kumtaka Waziri Joho kuhusisha kila mshikadau katika swala hilo. Sisi ni viongozi na ukichaguliwa, umeaminiwa kutekeleza wekiapo ulichokiapa. Sasa tumeona ile mipaka kwa sababu ya heshima ya uongozi tumeona sisi tutoke kwa sababu huenda tutakwaza watu wengine kwa yale mazungumzo yetu, kwa sababu hatuwezi enda tofauti na wananchi wetu vile ambavyo wanahitaji. Ndio maana tukaamua kutoka nje ili ule mkutano uendelee, ili sisi tumesimama na wananchi wetu wa Kwale, hususan Wapongwe na wale waathiriwa ambao ni mambo ya madini. Hii ni serikali ya Kwale, serikali ya Kwale iko na viongozi wa Kwale. Hususa kama jana mambo yalipofanyika gavana wetu sisi hajui. Tunaona tu tunaingiliwa hivi kwa hivi kwa hiyo eh, haja kubwa tunaonekana ni ile watu kupeana heshima na pia tujue mradi huu utakuja namna gani, ili watu waweze kukaa na wananchi ambao wako sehemu ile, tuweze kukaa na wao, kwanza watukubalie kwa uzuri, ili jambo liweze kufanyika kwa uzuri. Lakini tusiambiwe tu kwale kuna mali alafu watu waingie kwale tu, kwa sababu tuna mali yetu katika kwale na hatujaijua faida yetu. Kauli ya viongozi hao ziliungwa mkono na gavana wa Kwale Fatuma Achani ambaye aliwaomba viongozi wote kufuata itifaki za uongozi katika kutekeleza miradi za serikali. Narudia kwa yule kijana aliyozungumza hapa, kwa nini uandike barua ifike kwa waziri na ujauliza MCA wako? Nikiripotia runinga ya Al Shifaa, mimi ni Hanifa Yusuf. Tuangalie katika utalii biashara ambapo sekta ya utalii nchini inaendelea kuonyesha ukuaji wa taratibu kufuatia kuasili kwa meli ya pili ya kitalii mwaka huu Azamara jani iliyotia nanga katika bandari ya Mombasa ikiwa na zaidi ya watalii 639 pamoja na hudumu zaidi ya mia tatu kutoka mataifa mbalimbali mbali. Waziri wa Utalii Rebecca Miano alipokea rasmi meli hiyo akisema kwamba ongezeko la meli za kitalii zinazofika nchini ni ishara ya amani ama ya imani inayongezeka miongoni mwa wasafiri wa mataifa, pamoja na juhudi za makusudi za serikali kuimarisha utalii wa meli kama sehemu ya ajenda pana ya kukuza uchumi. Akizungumza wakati wa mapokezi hayo, waziri Miano alisema kwamba utalii wa meli una mchango mkubwa katika kuongeza idadi ya watalii, akibainisha kwamba meli moja inaweza kuleta kati ya watalii mia sita hadi elfu moja kwa wakati mmoja, akisema kwamba serikali inalenga kuongeza idadi ya watalii wa kimataifa kutoka milioni 2.4 zilizorekodiwa mwaka 2024 hadi milioni 5.5 kufikia kipindi cha mwaka 2027 hadi 28 huku mapato ya utalii yakiongezwa kutoka shilingi bilioni 452 hadi shilingi trilioni moja. From what we had in 2024,

and in Nairobi and the government policy has now been streamlined because to achieve the targets that we have we've got to have air access for our visitors to travel na mtazamaji kwa taarifa hiyo nitachukua pumziko fupi lakini kusi usiende mbali usibanduke kuna habari za kimataifa na za michezo Asante sana mtazamaji kwa kuichagua Alshifa TV kuwa kituo chako cha habari, burudani, michezo na taarifa mbalimbali. Kumbuka matangazo hayo unaweza kuyapata moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook Alshifa Digital Kenya. Tunapatikana pia kwenye kurasa za Instagram, TikTok na Twitter at Alshifa Media Kenya, pale YouTube ni Alshifa Television Kenya. Matokeo ya awali ya uchaguzi nchini Uganda yanaonyesha ya Rais Yoweri Kaguta Museveni akiongoza kwa zaidi ya asilimia 76, huku upinzani ukilalamika udanganyifu, ghasia, mazingira ya ukandamizaji yaliyochangiwa na kuzima kwa intaneti. Matokeo ya awali ya uchaguzi wa urais nchini Uganda yanaonyesha Rais Yoweri Museveni akiongoza kwa mbali, huku kukiwa na simulizi zinazokinzana kuhusu ghasia zilizotokea baada ya upigaji kura uchaguzi huo ulifanyika katika mazingira ya taharuki usalama mkali kukatwa kwa huduma ya intaneti nchini kote mseveni mwenye miaka 81 amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 na anaonekana kutafuta ushindi mnono baada ya kampeni iliyoripotiwa kukumbwa na vurugu katika mikutano upinzani wafuasi wa serikali wanasisitiza kwamba hatua za ukiusalama zilikuwa za lazima kudumisha utulivu katika taifa hilo tume ya uchaguzi ilitangaza kwamba takriban nusu ya vituo vilivyohesabu kura mseveni na asilimia sabini na sita nukta mbili tano ya kura mpinzani wake mkuu mwanamziki aliyekuwa maarufu kabla ya siasa Bobby Wine alikuwa na asilimia 19.85 huku kura zilizobaki zikigawanywa kwa wagombea wengine sita. Baada ya kupiga kura, Mseveni aliwaambia waandishi wa habari kuwa alitarajia kushinda kwa karibu asilimia 80, iwapo kusingekuwa na udanganyifu. Kauli hiyo ilitafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama ishara ya kujiamini kwa upande wa serikali. Kwa upande mwingine, Bobby Wine alidai kuwepo kwa udanganyifu mkubwa katika mchakato mzima wa uchaguzi. Alitoa kwa wafuasi wake kupinga akisema kizuizi cha mitandao kilitumika kuzuia ufuatiliaji wa makosa ya uchaguzi huo. Na mtazamaji, tuelekee michezoni ambapo Bandari FC wameimarisha kikosi chao kwa kuwasajili wachezaji wawili wapya wanapolenga kuboresha matokeo yao katika Ligi Kuu ya Kenya. The Dockers wamefanikisha kumsajili beki wa kushoto Herit Mungai Atariza kutoka Madhare United pamoja na kiungo wakati raia wa Kameruni Betran Ngafei Konfa ambaye awali aliichezea Coastal Union ya Tanzania. Mungaya anajiunga na Bandari akiwa na uzoefu mkubwa katika soka la Ligi Kuu nchini Kenya, akiwahi kuichezea klabu za Kariobangi Sharks, Posta Rangers, FC Talanta na Nairobi City Stars. Usajili wake unatarajiwa kuimarisha safu ya ulinzi ya Bandari, huku klabu hiyo ikilenga kupata matokeo bora katika nusu ya pili ya msimu huu. Akizungumza baada ya kukamilisha wa usajili wake, beki huyo mwenye uzoefu alisema kwamba yuko tayari kutoa mchango wake kwa timu mpya wakiwa katika nafasi ya kumi kwenye msimamo wa ligi kuu ya Kenya Bandari FC wanajiandaa kwa kibarua wa kigumu genini dhidi ya Tusker mwishoni mwa wiki hii. The Dockers wanaingia kwenye mechi hiyo wakiwa na morali ya juu baada ya ushindi wa jasho wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Kakamega Boys wiki iliyopita katika uwanja wa Mbaraki Sports Ground. Naibu kocha mkuu Razak Siwa ameonyesha imani kubwa na kikosi chake akisema timu imeanza mwaka kwa mwenendo mzuri. Bandari FC watavana na siku ya Jumamosi katika uwanja wa St. Sebastian Park County ya Murang'a. Kuna mechi zingine ambazo zitachezwa ambapo kikosi cha Shabana kitavana na Sofapaka kuanzia majira ya saa nane kamili, alafu mechi nyingine itakuwa ni Tusker dhidi ya Bandari ambayo nimeweza kutajia hapo. FC Leopard watachuana na APS Bomet kuanzia saa kumi jioni katika mechi hiyo. Kwa majina naitwa Herit Mungai. Mefeel poa kwa hapa Bandari ni feeling poa sana. mm. team poa, kila kitu iko sawa labda. mm. matarajio yako, matarajio yako ha, ni team iko hapo namba moja ama namba mbili. Tuchukue hata kitu aya. mm. tegemea ha, tegemea assist tu na mabao ha. Mm. Si mara yako ya kwanza kuja Mombasa, watu wa kucheza hapo wa... Mombasa wewe itakuwaaje? Ah si mara ya wee, wee, wee, kwa <laughs> kwanza nimekuwa kostima, sasa naitwa Mombasa United bandari. Haitaingiana tu, si muda ni masaa madakika tu. Mm. Mtazamaji, tuelekee kule Manchester ambapo klabu ya Manchester City imepiga hatua katika dili la kumnasa beki wa Uingereza Mark Gehi kutoka Crystal Palace. Mchezaji huyo miaka 25 amekuwa akimezewa mate na Liverpool pamoja na Arsenal na klabu yake ya utotoni Chelsea, lakini ni kwamba Manchester City wanaongoza katika mbio hizo za kuweza kumnasa mchezaji huyo. Juventus wameulizia uwezekano wa kumsajili forward wa Ufaransa Jean Philippe Mateta huku akitafuta mbadala wa mshambuliaji wa Serbia Dusan Lahovic ambaye huenda akihama klabu hiyo mwishoni wa msimu huu. Klabu ya PSG inapanga kufanya mazungumzo na Chelsea kuhusu uhamisho wa kiungo wa Kyungo Argentina Enzo Fernandez kutoka Chelsea ambaye bado hatima yake haijaeleweka katika timu hiyo hasa baada ya mkufunzi Enzo Maresca kuondoka timuni. Hapo jarida la Fichajes linaripoti kwamba rais wa Real Madrid Fiorentina Perez a. anamtaka kocha wa zamani wa Man United na Chelsea Jose Mourinho kurudi katika klabu hiyo. Los Blancos walimpiga kalamu Xabi Alonso ambaye alipoteza fainali ya Super Cup dhidi ya Barcelona. Na Real Madrid pia wanavutiwa na kocha wa zamani wa Liverpool, Jurgen Klopp, ili kuweza kuziba pengo hilo, licha kwamba wameweza kumpatia majukumu hayo mchezaji wa zamani wa klabu hiyo Alvaro Abelo, ambaye alikuwa anaifunza Real Madrid Castilla. Tukimaliza ni kwamba Bayern Munich wako tayari kutoa euro milioni 100 ili kumsajili kiungo wa Man United Bruno Fernandes mwishoni mwa msimu kulingana na jarida la Fijaches. Hivi karibuni kumekuwa na tetesi kwamba Bruno Fernandes anawazia mkataba wa kuweza kuihama Manchester United ili kuweza kushinda mataji katika vilabu vingine. Mtazamaji, kabla sijaondoka hapa studio ni kukumbusha tu kwamba hapo kesho kutakuwa na dabi ya Manchester. Manchester United dhidi ya Manchester City, mechi ambayo itachezwa saa tisa na nusu. Kuna mechi zingine ambazo zi zitapigwa hapa, acha niweze kuangalia ratiba tu kabla sijaweza kuchomoka hapa. Wewe shabiki ambaye kwamba na kufuatilia michezo, Chelsea watamwalika Brentford mechi ambayo itachezwa saa 12, Liverpool dhidi ya Burnley pia saa 12, Leeds United na Fulham, Sunderland na Crystal Palace, Spurs na West Ham pia saa 12, alafu kiziba mkonga itakuwa ni Nottingham Forest dhidi ya Arsenal. Nimearifiwa kwamba mashabiki wa Manchester United wenyewe wamehamia wakielekea Manchester City wakitaka kwamba Manchester City washinde ili ile pengo la alama dhidi ya ndovu iweze kupungua, lakini tunawaambia Manchester United lazima mweze kushinda mechi yenu mpende msipende. Saa 9 na nusu kesho tupatane. Mashabiki wa Manchester City itawalazimu mweze kumeza Brufen mapema. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mtazamaji Maria, amekuwa ni Jonathan Mwanzia, mpiga picha amekuwa ni Kaka Isa, mimi naitwa Joseph Lewa. Lala tamu.